Hakuna kitu kinachouma zaidi duniani kama ule uchungu wa kusalitiwa na mtu ambaye wewe ndiye ulimuinua, wewe ndiye ulimpatia nguvu, wewe ndiye ulitumia muda wako, moyo wako na uwepo wako wote kumsaidia yeye, lakini mwisho wa siku akageuka, akawa adui. Hiki kitu kinaumiza sana. Leo tutazungumzia ukweli ambao wengi wetu hatuujui. Kwa nini watu ambao tunawasaidia ndio wa kwanza kutusaliti? Twende pamoja kwenye hizi sababu kuu tatu ambazo nitakuelezea hapa, na sababu ya tatu ndio ina nguvu zaidi. Karibu sana. Sababu ya kwanza, kwa nini watu ambao tunawasaidia ndio wa kwanza kutusaliti? Watu wengi wanaamini kuwa hakuna msaada wa bure, yaani wanaamini kuwa mtu akikusaidia kuna kitu na yeye atataka kwako siku moja. Kwa hiyo mioyo yao inashindwa kuamini wema halisi. Kichwani kwake kuna kitu kinamwambia huyu mtu anakusaidia bure, atakuja kudai kitu kikubwa siku moja. Kwa nini anajitoa sana? Kwani anataka nini? Ni bora ukajitenga mapema kabla hajapata wanachotaka, au ni bora umsaliti kabla hajakipata kile kitu ambacho anakitaka. Kwa mfano Umemsaidia mtu bila kumdai chochote, unampeleka hospitali, unamsindikiza, unamsaidia familia yake. Siku moja anaamua tu kukusema vibaya. Kwa nini? Kwa sababu kichwa chake kinamwambia huyu mtu hakusaidii bure, kuna kitu atakitaka baadaye. Kwa hiyo ili ujilinde, basi msaliti muwahi, wewe mapema, kabla hajakuwahi. Haya ni mawazo tu ambayo yanapita kichwani mwake anafanya kosa lisilo na sababu, lakini kichwa chake kinaona anajilinda. Sababu ya pili, kwa nini watu ambao tunawasaidia ndio wa kwanza kutusaliti? Basi, wema wako unawakumbusha udhaifu wao au walipotoka. Hii ndio sababu kubwa hasa kwa nini haya yote yanatokea. Wema wako unawakumbusha udhaifu wao au walipotoka, inamfanya mtu kujikumbusha alivyokuwa dhaifu bila wewe. Yaani, namkumbusha kuwa ujitolea kwake wakati hakuwa na mtu mwingine. Ulimchukua wakati alikuwa amekwama kwenye giza la maisha yake, ulimsaidia pale hakuwa na nguvu za kusimama peke yake, lakini ndani yake alijua kuwa si, kama si wewe angevunjika kabisa. Kila hatua, kila sauti yako, kila mshiko wako wa msaada unawakumbusha alivyokuwa dhaifu walivyokuwa wakiwa peke yao, walivyokosa msaada, yaani kule walipotoka. Na binadamu hawapendi kuona udhaifu wao, wanauogopa, wanajisikia vibaya na pia huwa wanaumia. Hii inasababisha matokeo mabaya: kukusaliti, kukukwepa au kujaribu kuzoofisha wema wako ili kujilinda. Sababu ya tatu, wema wako uliwafanya wahisi wanadaiwa. Unapomsaidia mtu sana zaidi ya uwezo wake wa kurudisha, moyo wake unaanza kuona kama ana deni kwako, hata kama wewe hukusema hivyo, hata kama wewe hukudai chochote, hata kama ulisaidia kwa moyo mweupe, kichwani kwake kuna mawazo huwa yanapita. Mawazo hayo ni kama, nitamrudishia vipi hizi fadhila? huyu mtu nikiendelea kukaa naye karibu nitaendelea kuonekana dhaifu. Mbona yeye yuko juu, mimi niko chini? Haya ni mawazo ambayo huwa yanapita kichwani kwake. Kwa hiyo ili ajilinde na hisia hizo, anaanza kukuepuka, anaanza kukuongelea vibaya kwa watu wengine, anaanza kukukataa au hata kukusaliti. Sio kwa sababu umemkosea, hapana, bali kwa sababu anaogopa hisia za kudaiwa Yaani anahisi kwamba ana deni kwako, na njia rahisi ya kujilinda basi ni kukaa mbali na wewe, au kusaliti kabisa. Kwa hiyo kaka yangu, kwa hiyo dada yangu, labda nimalizie tu kwa kusema, kama uliwahi kumfanyia mtu wema kisha akakulipa kwa usaliti, basi usiache kufanya wema. Jua kwamba wewe sio tatizo, tatizo ni wao, ni wao tu na waga wao ni wao na uzaifu wao. Kwa hiyo usiogope kufanyia watu wengine wema. Ukimfanyia wema mtu ambaye ni mwema atakushukuru kweli, na ukimfanyia wema mtu mjinga, basi atakudharau na kusaliti kwa akili yake mbovu na iliyojaa matope. Wewe sio mbaya, wewe sio tatizo, wala wewe hauna makosa. Wao wow, ndio matatizo. Kama hujasubscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini. Kwa subscribe ili upate kujifunza vitu vingi kuhusiana na saikolojia ya binadamu na mara nyingine nzito kama hizi. Pia like video hii ipate kuwafikia watu wengi. Share video hii kwa marafiki zako, ili wapate kujua kwa nini watu ambao tunawasaidia ndio watu ambao wa kwanza kutusaliti na vitu vingine. Tutaonana kwenye video nyingine, asante sana.